Ya, mtaya na vingi vikwazo changamoto hizo ndo zote nyenzo natumia nguvu kubwa kusolve matatizo kimawazo, ndio tunafeli kivyo, napo pofeli shule na waza kuingia mtaani, napo kosa cha kufanya na kuwa muuni ujambazi na ukabaji, ndio nakuwa rafiki Eh yeah, bwana kinyamwezi sana e, tuko pande hizi kama ambavyo unajua leo, tumekuja kumfuata moja kati ya msanii ambaye anafanya vizuri sana, anaitwa King Ninja. Of course, utaenda kuenjoy kinoma noma. Mi naitwa mnyama mkali Shafi Biz. Sasa ule unyama mwingi ambao unatamani kuona, leo hii utakwenda kuona au vipi bwana? Bwana mambo vipi? Bwana safi, nakuaje bwana? Safi mwanangu. Kama kaa, kama kaa. Unyama sana. Ah, unyama sana. Mimi nataka unieleze kwamba uh, King Ninja jina hili limetokana na nini? Eh, bwana King Ninja ni jina fulani hivi ambalo limetoka tokea nikiwa young hivi, nikiwa maswala ya school huko ndio lilipotokea jina hili. Ni kwa mtoto fulani hivi mtukutu mtukutu ambaye sielewi. Kwa kulingana matukio kama wapo rafiki zangu wakaona sasa nipe jina la Ninja. Okay, umetisha sana. Sasa mimi nataka unieleze kwamba um, idea ya kujiita King Ninja labda kama hivyo umenielezea vizuri sana na tumelifahamu jina lako. Nataka uniambie katika upande wa jina lako halisi kabisa unaitwa nani? Uh, kwa jina halisi naitwa Gaspar Salumu Chande. Eh, ni mtoto toka Tegeta mkanada. Eh, e, jina la King Ninja lilipatikana halisi tokea tukiwa shuleni. Lakini King Ninja baada ya kuanza muziki hiyo e, ilikuwa 2017 ndo nikalipata rasmi, baada ya kuingia studio na kutaka kufanya ngoma. Sasa producer akawa ananiambia bwana, hapa jina tunatumia jina gani? Nikasema Ninja. Ninja wako maninja wengi hawezi kufanana na mimi, umeona? Sasa ili upatikane utofauti kati ya maninja aliyopo na ninja mimi, ibidi iwe King Ninja e, saa mpaka sasa labda umetoa ngoma ngapi? Ngoma nilizo nazo mpaka sasa na ngoma kama saba hivi ambazo tayari zipo ziko online na bado tu hazijafanyiwa video. Baadhi ya hizo ngoma saba kuna mmoja wapo ndo ambayo ina video. Inaitwaje? Inaitwa Amen. Ni memba mwenyewe King ni Jacent, lakini nimemshirikisha nimemshirikisha shampa, nimemshirikisha shampa. Nimemshirikisha oh. Oye, ni huyo. Yaani kwamba producer ndo ambayo umemshirikisha huko ndani? Ndio, nimemshirikisha producer baada ya kuona kwamba anafaa kukaa kwenye verse ambayo nimepitapita nazo kwa nikaona faka yeye naona amefiti sana. Okay, sawa, tujuze wewe ni mzaliwa wa wapi? Mimi ni mzaliwa wa ni Mtanzania, lakini pia ni mzaliwa kutoka Songea. Kifupi mimi e, ni Mngoni, nimezaliwa hapo Songea, sehemu ya kati. Kwa huko ndiko nilikotokea bwana. Kinyamwezi sana, kwa hiyo Kingoni kinapanda mwanangu vizuri kabisa yani. Yani na tupe kidogo monili <tuk> wangoni wenzangu habari ee, ya huko sasa. Hapo ndo umesemaje? Yani hapo nimewasalimia, mjambo, habari za huko. Okay, sawa, umetisha sana na basi, mimi nataka utueleze pia kuhusiana na changamoto ambazo una... changamoto tunazo nazo katika mziki wangu ni kipato. Kipato kimekuwa chini sana, tofauti na vile sasa. Sehemu ya changamoto ambao natukuta tufanye kitu kizuri Hela imekuwa changamoto kwa, unakuta tunafanya kitu yani mpaka kikamilike, kinatumika muda mrefu sana, na hata hapo bado tujatimiza malengo ambayo tunatamani afikie kwenye muziki nyimbo. Alafu unaenda studio, kufika studio nako gharama imekuwa juu. Alafu unajaribu kuisongesha kwenye hiyo upande wa audio, inarekodiwa lakini sasa kuipush tena iende mbele, na kwa tena changamoto hela, inakuwa ndo hivyo kwa hiyo na ukizingatia kazi zenyewe tunazozifanya ni hazina, yaani nisemeje, hatujaajiriwa ni zile kazi ambayo ikitokea unafanya mradi upate chochote kitu. Ukizingatia pia umri unaenda unahitajika, eh, tena uanze kujenga mambo fulani hivi ya kijamii, ili nayo yaendelee, ila inashindikana kuta. Tunafanya mziki kwa sababu ndo kitu tunachokipenda, ila kin... jamii inayotuzunguka Wakati mwingine pia unafanya ngoma na bashi inaishia ina, ina, ina ndani tu, wanakusikiza ni wale tu ambao uko nao karibu hapa, lakini jamii kubwa ambayo tumelenga yafikie inashindikana kulingana, kipato tulichonacho ni kidogo. Kwa kama ingewezekana kupatikana watu ambao wanaweza kutupushi kwenye kipato, kutusimamia maivu, vitu vitu kama hivyo, ambayo inaweza kutusogeza mbele, tunaweza tukafanya vitu vizuri sana na ndoto zetu zikatimizwa. Sawa, umeniambia kwamba kupitia shughuli zako ndogo ndogo ndio unaweza unaweza kusupoti mziki wako. Unaweza kuniambia labda labda unafanya kazi gani ili kupushi mziki wako? Aa, kwa kazi sio kazi rasmi, ni zile vibarua ambao tunazipata mtaani. Kama zingatia, leo unaweza kukutana na kazi ya kujenga eh, unaenda kuwa kama saidia fundi kwao, tunasimama umo, tunachokipata ndio hicho, tunaeza kugawanya gawanya, utimize mambo ambayo yanahitajika kwa wakati na mziki pia na maisha mengine yasonge kwa, sio kazi rasmi, ni zile kazi tu za zile saidia saidia fundi, unakuta huko leo kesho kwa kwenye kazi ile pale. Kiufupi, hatujasimama kwenye kazi ambayo inaeleweka. Okay, katika ngoma zako ambazo umeziachia, um, niambie ni ngoma gani ambayo wewe kwa upande wako ukisikiliza unaona hii mwanangu, ikipewa support, mbona unyamaa, mimi nafika mbali ks. Uh, kwenye kazi ambazo nimezifanya, nina kazi nyingi na zote ni kali, ila sasa kuna ngoma ambayo naweza kusema ni chaguo langu, maisha kitaa. Maisha kitaa ni ngoma fulani hivi ambayo nimezungumzia maisha halisi ambayo tunaishi kila siku, yani ni maisha ambayo kila mtu akisikiliza na hisi kabisa, yeye kweli hiki kitu jamali, fikiria sana na kimefika kwa. Maisha kitaa kama ingepewa support, nafikiri ingekuwa bonge la inge, ngoma hapo ingekuwa ngoma fulani hivi ambayo naishi na nyingine ni best friend. Ni ngoma fulani hivi ambayo nimezungumzia marafiki ambao tuko nao kwenye maisha kila siku, ambao ni marafiki ambao wanafaa kuwa marafiki, ni zaidi ya rafiki. Kwa upande mwingine, nataka kusema ni ndugu eh kwao. Ni ngoma fulani hivi ambao nilitamani wa Tanzania angelisikia, ingekuwa ni ngoma fulani hivi, kila mtu angekuwa naelewa nini ambacho tunachokifanya sisi underground ambao tuko huku baada tujasikika, sawa Hivi karibuni tumeona dogo Pateni amepewa sapoti kubwa sana na Zuchu ha, katika upande wa sanaa yake na vitu kama hivyo, na dogo anaendelea vizuri sana. Wewe, kwa upande wako unaona ni msanii gani ambaye akikupa sapoti, unaona kabisa hapa wewe utafika mbali? Aa, kwa msanii ambaye anaweza kuni sapoti, kiufupi siwezi kusema ni msanii fulani ndo ambaye anipe sapoti kwa sababu msanii kama msanii, nafanya kitu kizuri, kila msanii kila msanii anawishi kufanya kama anavyofanya mimi, au anatamani kunisapoti mimi kitu ambacho nakifanya, mi niko tayari. Siwezi kumtaja msanii fulani ndio anisapoti na kati, kuna msanii nyuma ambaye ameniona anatamani kunishika mkono swala hilo sana katika e bwana, kama ambavyo unajua, uh, sisi ni watu ambao tunakusogezea vipaji vikubwa kama hivi, alafu wewe Mtanzania mwana 255 unakuwa ni mtu mbele sana katika upande wa kusapoti, na mpaka huyu jamaa naye, uh, aweze kufika sehemu. Sasa baada ya kusikia mambo mengi sana kutoka kwake, sisi tunataka tutambue sasa, ama tujue kiundani pia Kaya, katika upande wa kupata ngoma zake, tunazipata wapi? Lakini pia hata kitaja namba zake za simu utakuwa ni unyama sana, kwa yule ambaye mwenye comment, labda anahitaji kumpa maoni ushauri, basi atakuwa naye pia ametisha sana. Uh, kwa mitandao ya kijamii napatikana kama King Ninja, ukiingia YouTube pale unaweza ka search King Ninja kwa herufi ndogo, utakuwa umenipata. Kuna ngoma zangu ziko pale zamani na za zi, ambazo ziko mpya kwa sasa e, utakutana pale best friend, maisha kitaa, ndoa na niweke ulipo nisamee na ngoma zingine kale ambazo ziko hapo ndani, unaweza kazipata ukiingia Instagram pia unanipata kwa jina la King Ninja 55, nimetulia mimi mwenyewe pale pale kwenye bio yangu pale, unaweza kanikuta picha yangu e, vitu kama hivyo hapo. Hivyo support yako ndio inahitajika, namba nishikie mkono, kama inawezekana tusonge pamoja tutimize ndoto zetu kwa pamoja. Yeah. Sawa, mwanzoni pale ulitajia ngoma ambayo unaikubali sana katika zile ngoma zako ambazo umeziachia. Hebu tuonjeshe kidogo. Nga. Masha ya mtaa yana vingi vikwazo changamoto. Hizi ndo zote nyenzo natumia nguvu kubwa kusolve matatizo kimawazo. Endo tunafeli kivyo na pofeli shule na waza kuingia mtaa na pokosa cha kufanya na kuwa muuni. Ujambazi ukabaje ndo nakuwa rafiki. Ndoto uonekane Yes, ebwana nashukuru sana kwa wewe ambayo ulikuwa unatufuatilia kuanzia mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia natumai utakuwa tayari umeshamtambua huyu mwamba ambayo unamwita King Ninja ana udambuudambu udambu mwingi sana mimi naitwa mnyama mkali Shafi Bizi mpaka wakati mwingine tena lakini pia usiache kufuatilia peji zetu kwa sababu kuna mambo mengi mazuri kama haya